Ah, hapa tuko kwenye Poro Kalundu eh, tuko kabisa live, sio picha ya kizama za kale ambazo zilifanyiziwa editing montage. Hapa tuko live nikizani eh, unaona hapo sio eh, Poro Kalundu na sio picha tu, ni ni tuko on direct eh, na hapa tuko na kijana mmoja anaitwa Senegalese. Ah, kaka, habari gani? Salama, salama, ah, sijui salami. E, tuko hapa ni montage au sio montage? Hapana, hapa tuko kabisa ni live, ni ukweli hapa, asubuhi mapema, mwendo wa saa ine na hivi kabisa, tunahakikisha kwamba tuko kwenye poro ya bandari ya Kalundu, na hivi ndivyo navyoona watu, watu wani, wanapita napita, na wanapitanapitana kila mtu anapita sehemu yake, kwa kuona kwamba usalama amani imepatikana katika mji huu, hivi yani amani ya kukua Bo amani ilikuwa, lakini haikukuwa kama sasa, kwa sababu katika hii bandari hapakuwa panaingia mtu ovyoovyo ndani. Palikuwa panapatikana maskari tu, na ndio walikuwa wanamiliki hii bandari, na ndio maana raia wako kwa wingi kwenye bandari ili kuhakikisha kwamba kweli je hivi ni raia tu ndio iko kwenye bandari tu? Hapa tuko na raia pia tuko na jeshi la taifa kama vile wazalendo ambao wanapatikana kwenye mji huu kwa sasa hivi. Kwa asubuhi, niadhani kwamba ni muda wa saa hii hivi, asubuhi ndo majira ya hapa kwetu nyumbani, na kwa sasa risasi zinasikilika katika mji wa Uvira na milima. Watu wanajiuliza kama M23 imeishaondoka je, masasi ya nini? Ni lazima risasi isikike, sababu askari hawezi kuingia kwenye, kwenye mji bila kusikiliza risasi, kama kuna yule ambaye atakayemjibia ili aweze kujibizana naye. Hizo ni risasi za kawaida, watu wako swari kabisa, wanazunguka barabarani, watu wanacheza, wengine wanapiga hata ngoma, yani kila, kila mtindo wa aina yoyote wa furaha umeonekana kwa asubuhi ya leo. Unaweza ambia nini serikali na pamoja na M23, ujumbe kwa watu wawili Ujumbe wangu ni kwa, kwa serikali yetu ya Kongo ni kwamba mji ambao walikuwa walimilikiwa na waasi umewachwa huru, na kwa hiyo serikali kama serikali ijue namna gisi itavyolinda mji huu, kwa sababu mji unahitajika kulindwa na serikali na kusiwa waasi, maana serikali ina uwezo wa kumiliki kila nafasi ambayo inaitwa ni nafasi yake ya serikali. Kwa hiyo M23 nao watekeleze kile walichoambiliwa makubaliano waliokubaliana <todicata>

Niko live hapa, usikose. Hao ni wazalendo na waraia wanafurahia kabisa kwa kuingia mji wa Uvira. Hao ni wazalendo kabisa. ni wazalendo wakiwa mujijini Uvira, ni wazalendo wakiwa jijini Uvira, watu wakikuwa wanaimba eti Kagame aliiba gudro, Kagame ni mwizi. Sema neno yangu ni maneno ya waimbaji, tunasema delegation generale Katonera hii e, hapa e, ni, ni forse Katonyera ya force ya namtaga tuko eh, hapa kabisa online eh, kabisa ana generale eh, dugu msikilizaji wa Clever Flash TV eh, ni kujuze tu tukiwa hapa. Hii ni Clever Flash TV tunakuletea habari za motomoto -moto, eh.